Karibu katika hatua. Katika hatua leo tunakuletea mihuri ya posta. Je, nini maana ya mihuri ya posta? Mihuri ya kiposta ni vifaa ambavyo vinatumika kuweza kuthibitisha barua ambazo zinafika au kupokelewa katika ofisi za posta. Na kama tukiangalia katika showcase yetu hapa, tutaona kuna aina tofauti za mihuri ya posta. Pedesto ya kwanza na ya pili tutaona, uh, kuna mihuri ambayo imeambatana na box, lakini hapa tutaona kuna mihuri ambayo inajitegemea. Hivi vitu vinatumika kutuonesha hatua. Tukianza na eneo hili tunaona kwamba hapa tuna mihuri iliyoambatana na boksi, ambapo basi katika hii mihuri ambayo imeambatana na boksi tunaona kwamba boksi hizi hazikutengenezwa kwa ajili ya urembo, bali boksi hizi zimetengenezwa kwa ajili ya kuhifadhi vitufe ambavyo ndivyo vilikuwa vinatoa taarifa ya kuonesha muda ambao umepokelewa mzigo, nyaraka au taarifa yoyote inayofika katika ofisi za kiposta. Lakini tukija uh, katika upande mwingine tunaona namna hatua imeweza kuonekana, ambapo tunaona kutokana na mabadiliko ya kisayansi na teknolojia, tunaona sasa hivi hapa tuna mhuri ambao unajitegemea ambapo ili wewe uweze kuweka taarifa zako kamili, zinaweza kufanyika kwa kupresi button, na baada ya kupresi basi, wewe unaweza ukapata tarehe, mwezi na mwaka wa leo kwa urahisi. Katika hatua hii tunajifunza kuhusu swala la ubunifu. Mwananchi mwanadamu anatakiwa aweze kubuni namna atakavyoweza kurahisisha kazi zake, atakavyoweza kufanya mambo yake kwa urahisi. Kutoka katika Makumbusho ya Mawasiliano iliyopo chini ya Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, mimi ni Jasmine Kiungi. hatua